Sisemi Magomeni hawana umoja, natoa tu mifano baadhi ya makanisa ambayo anatembelea pale Dodoma. Walianzisha mfumo wa vikosi vya shule ya Sabato, Dodoma Centre pale. Baada ya kuanzisha vile vikosi, wakaanzisha pia kanda kupitia vile vikosi. Sasa zile kanda wanaweza kuungana vikosi vitatu mpaka vinne vya shule ya Sabato, kwa kuwa wanatokea maeneo ya mamoja. Ikitokea msiba ama mgonjwa amelazwa, kabla mzee wa kanisa hajajua hapa tayari kwenye kanda kuna uongozi wa kanda, wamekwisha julishana, wamekwisha mwateni, yule mtu amekwenda kumhudumia. Mpaka wazee wanapata taarifa tayari yule mtu amepata huduma za muhimu zote. Ikitokea msiba, wamefika mahali wamenunua viti kwa ajili ya misiba ya kanisa, wamenunua mahema kwa ajili ya kuhudumia huduma za kanisa. Kwa hiyo ikitokea msiba tu katika kanda wanakwenda kwa pamoja kwa umoja, alafu ndipo wazee wa kanisa wanapata taarifa, ndipo wanapokuja. Lakini huyu mtu ameshapata joto la ushirika pamoja, unakuta taarifa zimeshapangwa, chakula kinapikwa tayari, vyombo vya mziki vimeshawekwa. Yule mtu aliyepata msiba hagaramiki chochote zaidi ya maumivu anayopitia tu na kuomboleza, lakini hapa joto la upendo analiona dhahiri kupitia kwa umini ambao wamejenga umoja kwa kukaa pamoja kwa umoja, ndicho Yesu anasema: Baba, naomba watu hawa wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu walivyo na umoja, na watatu hawa ni wamoja, hawana utengano wote. Ndicho anasema, tazama ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja ni kama mafuta mazuri kichwani, yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake.